Ndugu mwenyekiti wa bodi ya jumuiya Mahadi Istiqama, wajumbe wa bodi, mratibu, mwalimu mkuu, waalimu wakuu wasaidizi, waalimu wote na wanafunzi, karibuni sana katika maonyesho yetu haya ya leo ambayo Skuli yetu ya Maahad Istiqama imedhamiria kuonyesha maonyesho ambayo yanahusiana na, na maonyesho ya kisayansi. Maonyesho hayo ambayo kwa miezi kadhaa iliyopita wanafunzi walitaarifiwa na kujiandaa katika mambo mbalimbali yatajumuisha katika mambo yafuatayo. Mambo hayo ni kama yafuatavyo. Cha kwanza ni kutengeneza liquid soap. Pia watatengeneza me, bar soap. Pia watakuja kuonyesha mfumo wa mapafu katika mwili. Kama vile haitoshi watakuja kufanya food test. Baada ya food test, kutakuwepo na onyesho la kiteknolojia ambalo litakuja kuonyeshwa jinsi ya kutengeneza wireless microphone. Baada hapo kutakuwa na onyesho jingine ambalo linafahamika kama ni separation of mixture. Baada hapo kutakuwa na utengenezaji wa CCTV camera. Si hivyo tu, wageni waalikwa, baada hapo kutakuwa na onyesho la blood pressure na blood sugar measurement. Jinsi ya kupima Blood pressure na jinsi ya kupima sukari. Hivyo basi, baada hapo tutakuja kuonyesha onesho la tunaita artificial intelligence kwa Kiswahili wanasema akili akili mnemba kama sijakosea. Pia baada hapo tutakuja kumaliza na confirmation of in the mouth, sielewi kwa Kiswahili. Wageni waalikwa, hili tukio ni linamaanisha nini zaidi kwa Kiswahili siwezi kulitafsiri, sijui ninasemaje, lakini yote kwa yote niseme karibuni sana katika onesho letu hili. Kabla ya kuanza onesho letu hili, naomba tulifungue onesho hili kwa Qur'an tukufu kutoka kwa kijana wetu wa kidato cha pili Yasir Hamed, popote ulipo, tafadhali njoo tufungulie onesho letu kwa Qur'an tukufu, Yasir.

naumakum subata wajaalna laila libasa wajaalna nnahara maasha. Sadaqallahu al-adhim. Baada ya Qurani hiyo tukufu, ndugu wageni waalikwa, kwa heshima na taadhima, naomba nimkaribishe principal Mwalimu Adam Kasim Bilali kwa ajili ya kutufungulia onyesho letu hili. Mwalimu Adam, tafadhali karibu sana. Asalamu as alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mzako na walimu Siku ya leo tupo kwa ajili ya kuonesha maonesho ya kisayansi e, wanafunzi wetu wameitika, waliitwa wakaitika kwamba tuoneshe kwa kuangalia vipaji vyao mbalimbali, hasa kuhusu suala la ubunifu wa kisayansi, na tukasema hili jambo liwe ni endelevu. Hapa leo tunaanza lakini inshallah litakuwa kubwa zaidi siku zijazo. Mimi wallahi sina maneno mengi, isipokuwa kuwakaribisha wazazi, wazee wetu hapa, muone hiki kinachoendelea, na baadaye mutupe comment ya namna ya kuboresha zaidi. Na walimu wapo, ambao wana ratibu zoezi hili, watatupa wapi tufanyie maboresho zaidi. kwa hiyo kila ambacho tutakiona hapa kinatokana na wanafunzi. Wanafunzi wao wenyewe ndio ambao wamebuni wakawaendea walimu wao, mimi naweza kufanya hiki na hiki. Kwa hiyo ni, ni, ni swala lililotoka kwa wanafunzi wenyewe. Kwa hiyo mi nimrejeshie Mike, Mr. Abbas aweze kuendelea. Shukran sana mwalimu mkuu kwa kutufungulia onyesho letu hili, na bila kupoteza muda kwa kuwa tayari mwalimu mkuu amechukua fursa hii kutufungulia onyesho hili, na tunatarajia mazuri katika haya ambayo tunakuja kuyaonyesha. Ndugu wageni waalikwa, kwa heshima na taadhima, naomba niwakaribishe wanafunzi wa kidato cha pili kuweza kutufungulia maonyesho haya. Ndugu wageni rasmi, Wanafunzi hawa watakuja kufanya kitu kimoja kinachohusiana na mambo ya kemisti ambayo ni kuja kutengeneza sabuni. Sabuni hii wanakuja kutengeneza ni sabuni ya maji. Kwa hiyo upande wa wanawake watakuja kututengenezea sabuni ya maji, na upande wa wanaume watakuja kututengenezea sabuni ya mche au kipande tunasema, na hizo ambazo zipo juu ya meza yenu. Ni moja ya mifano ambazo sabuni hizo zilitengenezwa tulipokuwa tunafanya rihasan. Kwa hiyo kitakachofanyika hapa miongoni mwao ni hicho ambacho kipo juu ya meza zenu hapo juu, kwa hija mahuri kwa uwezo wa karima mabo ya kwenda vizuri. Istiqama Zinjibari, hija ni nguzo muhimu, tuijuwe wasilamu, kafaradhisha alimu juu yetu binadamu, yatano ilohitimu jukumu lipate dumu. Kijan... We are here to present how to make liquid soap or hand wash soap. And this is our materials.

All together, to get a clear solution. Salama tena nijama mururi kwa uwezo wa karima, mambo ya kwenda vizuri au madumisha dawama Istiqama Zanzibari, mwisho tunataka dua za wachanga mlokuwa majumbani, mkituwa endeleze ni muruwa.

Istiqama zinjibari, hija ni nguzo muhimu tui juwe wasilamu, kafaradhisha alimu juu yetu binadamu, yatano ilo hitimu jukumu lipate dumu. Hija tumefaradhishwa, haifai kudharau, yafaa kuzingatia na rohoni kulitia uwezo ukitimia unapako kimbilia. Now we will mix it with alkatu but is slowly slowly. Tumefaradhishwa, haifai kudharao, kupitia Istiqama, jamhuri ya mashuhuri tunahiji kwa salama

If it's good Good, and become a bubbles. How is it? Thank yeah. Thank you. Thank you very much. You're welcome. Unapa kukimbilia aliye kukirimia la moyoni alijua Good, nzuri sana eh Mashallah, Mashallah, takbir Allahu Akbar <laughs> Jumhuria mashuhuri tunahiji kwa salama, tena hija mabuhuri kwa uwezo wa karima, maboya kwenda vizuri au wadumishe dawama, Istiqama zijibari na nafsi yajitambua yenyewe, yajionea leo nimetimizia uwezo unotakiwa.